Sasa niko hapa e, kutangaza mabadiliko ya eneo la kutazamia mpira kwa mashabiki wa Simba. Kutoka e, uwanja wa Mwembe Yanga kwenda sehemu nyingine ambayo tumechagua na maandalizi yameshaanza katika sehemu hiyo. Kwa nini tunahama Mwembe Yanga? Kwa sababu kuna shughuli za kisiasa kesho katika wilaya ya Temeke na hususan katika eneo uwanja wa Mwembe Yanga. Kwao ili kuepusha e, shughuli mbili zenye, zenye kukutanisha watu wengi, Simba Sports Club tumeamua kuhama e, ama kuhamisha shughuli yetu ya big screen na kuipeleka katika eneo jingine. Kwao niko hapa kuambia kwamba big screen yetu ya kesho ambayo itawakutanisha mashabiki wote wa Simba kuangalia kwa pamoja ama kutazama kwa pamoja mechi yetu na Gaborone United itakwenda kufanyika katika fukwe za Koko almaarufu Coco Beach. Vigezo na masharti ni vilevile, vaa jezi yako nyekundu ya Simba Sports Club, tukutane Coco Beach, twende kwa pamoja tukatazame mechi yetu dhidi ya Gabron. Coco Beach kuna sehemu maalum kwa ajili ya beach soka, pale ndipo ambapo tutakwenda kutazamia mchezo wetu kwa wale ambao walishiriki e, mbio e, wakati wa Simba Day ama ile wiki ya Simba, pale ambapo tulianzia na kumalizia mbio zetu, ndio sehemu ambayo tutakwenda kutazamia mpira kwa pamoja. Wana Simba, tutakuwa na screen kubwa ya kutosha. Wana Simba, tutakutana hapo kutakuwa kuna viti vya kutosha, watu watakaa, wanapata upepo wa bahari ya Hindi, huku wanamwona mnyama anamnyonyoa Gaborone United, tunakwenda hatua inayofuata, huku tukila maisha mengine mazuri pale katika fukwe za Coco. Nichukue nafasi hii kuwaalika wanasimba wote kutoka maeneo mbalimbali mbali ya Dar es Salaam, tukutane pale tuje tuiangalie Simba yetu kwa pamoja, Simba yetu ikisonga mbele kwenda hatua inayofuata. Burudani zitakuwepo za kutosha, na kwa wale ambao ni wenyeji wa maeneo ya Koko wanafahamu pale, vyakula, vinywaji, bila kusahau Mokola atakuwa pale kwa ajili ya kuwauzia vinywaji baridi kutoka Mokola. Wanasimba wote ambao watakuja kuangalia mechi hiyo, lakini vilevile benki ya NMB itaendelea kutoa huduma zake pale pale katika fukwe za Koko. Baada ya kusema hayo, niseme asanteni sana. Haina swali hiyo, hauna mm. swali. Aa, kuchangia very important, very important, very important. lakini vilevile nichukue nafasi hii eh, kuwakumbusha Wanasimba eh, juu ya kampeni yetu la letu sote ya kuchangia faini ambayo eh, tumetozwa na CAF ya kiasi cha shilingi milioni mia mbili ili eh, kuipunguzia klabu machungu hayo ambayo yametokana na makosa yetu, mashabiki wa Simba mpaka sasa ni Simba, mwitikio bado si wa kuridhisha, lakini nichukue nafasi hii kuwaomba Wanasimba kuhimizana wenyewe kwa wenyewe kwenye magrupu yetu, na kuanzia baadaye, tutaanza kutoa takwimu za uchangiaji wa fedha, ili tuone mpaka sasa tuko wapi kwenye kuitafuta milioni mia mbili ya faini ambayo tumetozwa na shirikisho la kandanda la barani Afrika, CAF. Lakini unapotoa mchango wako ama unapolipa faini yako, unajiambia kwamba kosa lile tulilolifanya hatutorudia tena, ili kuepuka kupata adhabu iumizayo kama hii ya kufungiwa, kutokwenda kuiona mechi yetu. Imagine vijana wetu wako uwanjani, wanatutegemea tuwape support, na tumewasikia msikia hapa, mchezaji wa Gaborone anasema eh, madhari, hakuna mashabiki. Maana yake hakuna pressure yoyote, inakuwa ni open game, inakuwa ni open play, kila mmoja anakuwa ana amani ya kucheza. Sasa sisi wenyewe mashabiki wa Simba tumewapa amani wapinzani wetu, kwa sababu kama tungeruhusiwa tungeingia uwanjani, manake tungewapelekea pumzi ya moto na tungepata matokeo. Sasa pumzi ya moto ya kutoka majukwaani haipo, manake ni kwamba wao wako huru na sisi tuko huru, gemu inakuwa iko nyeupe kweli kweli. Kwa hiyo tuendelee kutoa michango, tuhimizane, tuhamasishane. Yule ambaye alikuwa na mpango wa kwenda uwanjani tarehe kesho, mchango wake ule ama kiingilio chake kile akitowe kwenye faini ambayo tumetozwa, twende tukalipe faini tumal, t -t -t -t na hatimaye tumalizane na hii adhabu. Mechi nayokuja ya hatua ya kwanza ya ligi mabingwa Afrika inshaallah twende tukaipeleke timu yetu hatua ya makundi.